Bwana we, muvi yetu inaanzia hapa katika jiji kubwa la Chicago. Huyu hapa anaitwa Chali, anaangalia video na kaka yake Dani anachezea PC na mama yake Lecho anaongea na simu. Mara ghafla baba yao kuitwa Beni anaingia na Beni anamwambia mke wangu, ule mradi mda wote unaharibika, hakuna kitachofanya kazi kuanzia sasa. Hapa anaonekana kaka yake na Beni anaitwa Miles ambaye yupo katika usafiri wake anaendesha, na mara Mavi anapokea simu kutoka kwa Beni. Beni anamwambia Mavi: bwana hakika ule mpango hautakuwa na kila kitu kitaharibika. Kuanzia sasa, mazi hajapata maelezo vizuri na Beni hajamwambia vizuri, lakini simu ilianza kusumbua pamoja na taa za nyumba zikaanza kusumbua na hata ile kompyuta ambayo alikuwa anaitumia Beni nyumbani nayo ikaanza kusumbua. Lakini cha ziada alichomoa tu flashi yake na kuchukua, maana flashi ndio mpango wa baadaye lakini kila kitu kikawa kishajulikana. Madha akamwambia kila kitu kimeharibika. Hata magari ambayo yapo katika barabara yote yalikata mwanga na transforma kubwa likawaka, pamoja na nyumba zinazotumia nishati kubwa ya umeme nazo zikapoteza mwangaza, na ndipo taifa zima na dunia nzima umeme ukakatika. Jamani, kwa wale ambao wanapenda kutumia umeme, wanajua umeme una muhimu gani? Hata ndege ambazo kuwa naruka juu ya anga nazo zikapoteza mwelekeo zikadondoka. Yani kila kitu ambacho kilikuwa kinachotumia kina nishati ya umeme kime haribika. Imepita miaka kumi na tano na sasa hivi angalia mazingira ya jiji jinsi lilivyo. Hakuna kinachowaka, hakuna kinachomea, hakuna kinachoendelea. Chochote ambacho kinatumia nishati ya umeme kilikuwa ni kigumu sana kuendelea. Watu walikufa bila kupata dawa, hata fire extinguisher hazikuweza tena kutengenezwa, na hata serikali nayo ili katika vipande vipande kama taifa la Manloi Public na Georgia Federation na Plan National na Texas pamoja na California Woman na Westland. Haya ni mafanikio ama, na mataifa ambayo yaliamua kujigawa, yani makundi makundi. Lakini Beni na familia yake walitoka kwenda kuanzisha mji wao, kwa sababu kila kitu Beni alikuwa anakijua. Huyu mke wake ambaye alikuwa anaitwa Rachel na sadikika amekufa miaka mingi, na Ben anaamini hilo. Hata kina Mage na Charlie pamoja na Dani wanajua kama mama yao amekufa, lakini Dani ana shida ya ana shida kubwa sana ya pumu. Na hapa alitoka na dadake Charlie kwenda kuzurula zurula, hata kama vichosti, kinini ice cream wamtafutie mtoto au rafiki yake na ndugu yake Mage. Basi hapa walimletea ndugu yake Mage chocolate pamoja na baba yao, wakawa na furaha lakini inakuja hapa anaonekana amage na kuna ugeni mkubwa unaingia, na ugeni huo hujajulikana umetokea wapi, lakini Ben alivyoutazama tu akajua hawa ni kundi la Man Royal Republic, kwa sababu wao Man Royal Republic walitaka kuongoza dunia na kushikilia hatamu nzima, yani wao ndio viongozi wa, wa kuelekeza dunia, lakini kwa jinsi ujio wao walivyokuja Beni alihisi kuna matatizo mazito na kumfata Aaron na kumwambia shika iflashi na uitunze, no matter what happened, naomba ukae nayo hii kwa sababu hii ndo kila kitu. Lakini hapa huyu jamaa anaitwa Magreton Nevans, alikuja hapa, yeye ndio kiongozi mkubwa ambaye anaongoza, ametumwa na viongozi wa juu. Anamwambia bwana Beni, inabidi tufatane mimi na wewe. Lakini Dani alipotoka huko katika mambo yake, akamwekea china, akamwikea, akamwambia yote ataemgusa baba yangu hakika anakufa lakini Dani anajikuta amempoza baba yake Beni na kupigwa risasi, japokuwa na yeye Dani alijitahidi kupambana na kuua baadhi ya watu lakini Nevers alishinda vita na kumchukua Dani mateka, yaani kama mtumwa wa vita. Hata dada yake Charlie aliporudi alimkuta baba yake anamalizia kufa, akamwambia hakika, nenda kwa baba yako, baba yako ambaye atakusaidia kila kitu, na baba yako si mwingine bali ni Miles. Charlie hana moja wala mbili, huruma nyingi ikamjaa Magi kwa shoga yake kwa kumpoteza baba yake mzazi. Na hapa Charlie akajiandaa pamoja na Magi pamoja na Aaron watoke waende kumtafuta huyo baba yao ili mradi awasaidie kwenda kumpata Dani, na safari ikaanza. Lakini walipotembea umbali mrefu, Charlie ilibidi aende kutafuta maji, na hapa wanakutana kijana mmoja ambaye anaitwa Nat hapa akamwambia, bwana mi napita tu kiamani, naenda kutafuta maji. Akamwambia basi sawa, kama wewe mrembo kama wewe hakuna shida, ila kuwa makini, sasa hivi dunia imeharibika, na ni kijana mmoja hensam. Haya, walifanikiwa na Aron pamoja na kina Magi na Chari, safari ikaendelea, lakini usiku huu walifanyiwa ambushi na kukamatwa na kisu kikawekwa katika shingo ya Chari, lakini hakuna lilowezekana, na Magi alitumia ujanja tu kutia alkoholi sumu, na walipokunywa ile pombe yenye alkoholi nyingi wakapata ugonjwa mzito na wakapasuka mioyo yao wakafa. Lakini hata Charin alipotaka kubakwa, yule yule kijana Nat alikuja, alimsaidia, na safari ikawa ya watu wanne tena na sio watu watatu. Wakaendelea na safari yao, lakini dada alikuwa ashatoa uaminifu wa kuamini watu, kwa sababu ni mtu mzima yeye, anatembea tu mdogo mdogo, kitambe kina kinamchelewesha. Lakini hapa tunaonekana watu wameweka kambi, lakini Dani alifanikiwa kutoroka, lakini kutokana na ugonjwa wake wa pumu akadondoka tena na kupoteza fahamu. Na hapa tunamwona dada mmoja ambaye anaitwa Grace amemweka chini ya ulinzi Dani, kwa sababu alijua ni mtu mbaya, lakini Dani alimwambia, mimi nasumbulwa na asma, na alipogundua ni mtu mzuri, basi Grace alishusha bunduki yake na akataka maelezo mengi kutoka kwa Dani. Haya, awa safari yao inaendelea, watu wanne mpaka kwa Malhi walipoambiwa waende wamtafute Malhi baba yao mdogo, ili mradi wamwambie baba tusaidie na beni ameshakufa ambao ambayo ni ndugu yake. Na kweli walifanikiwa kufika mpaka hapa Chicago, wakamkuta Malhi na wakamweleza kila kitu na situation yote imetoka na kumwambia Jenelo Nevas amemuua baba na maana baba amenielekeza nija kwako wewe, baba mdogo, tusaidiane kwenda kumkomboa Dani. Baba mdogo akamwambia hapana, siwezi kuacha nyumba yangu kwenda kushughulikia mambo hayo kwa sababu hapa nilipo nakaa kwa amani. Haya, Charlie alimrefosi sana baba yake na kumwadisia jinsi alivyotokea kwa ndugu yake, lakini anaonekana ya baba yake mdogo hakutaka kuleka kichwani hilo, akamwambia kama Ben ameshakufa hakuna tena kinachowezekana kwa sababu Ben yeye ndo anajua mipango mizima ya taifa hili na yeye ndo anajua mpango mzima umeme utarudi vipi. Sasa kama Ben amekufa na hana chochote alichokuacheni, siwezi kwenda kuangaika, hata kama nitangaika nitangaika bure. Haya, mazi alijielezea kwa uchungu na kunywa pombe, lakini mage lakini chari aliona haa. Kwa nini baba mdogo, unakuwa hivyo? Baba mdogo, wewe ni binafsi, kumbuka, aliyekufa ni ndugu yako na aliyekamatwa ni mwanao. Kama utaki basi, mimi naondoka. Lakini kabla hajaondoka huyu nate akaona, ah, kwa nini bwana mzee unamkatalia na huyo binti yako? Mzee akamshika na akamwangalia mkono, akamwambia, wewe mwenyewe unaonekana ni mfasi wa General Navas, sasa unakuja nini? Dogo akajitetea akamtia kichwa na hata akarudi nyuma. Sasa dada pale charia anajua kabisa huyu mtu ni mbaya vibaya vibaya. Basi baba anamwambia hakika, mwanangu chali dunia imeharibika sasa hivi, si usawa wa kumwamini mtu. Haya, angalia mtu ambaye ametoka naye, kumbe nimpeleba baba. Sikujua hilo maana amenisaidia sana kwa hiyo. Lakini punde si punde, nat alikuja na watu wote baadhi kutoka kule kwa general Navis, na lakini Marv alikuwa ni mpiganaji mp mzuri, maana yake yeye alikuwa ni mwanajeshi na alikuwa anatumikia taifa kipindi hiko umeme upo na watu bado hajapanganyika panganyika. Walijitetea vibaya, lakini anakuja tena, nat anamwoko tena chali mbele yake na baba anafanikiwa kummaliza yule kiongozi wa muda yule ambaye alitumwa pamoja na General Maron. Haya, hapa wanakunywa na wanawaza tena, vipi wataweza kumkomboa Dani. Lakini baba anaturudisha nyuma, kipindi umeme umekatika. Walirudi moja kwa moja katika kambi kuu ya kijeshi, na hapa walikuja na yule rafiki yake ambaye alikuwa naye ndani ya gari. Yeye ndo mwenyewe anaitwa Monroe, yani yeye anaitwa Sebastian Sebastian Monroe. Yani yeye sasa hivi ndiyo ambaye anaongoza hata muyote na tamaa zote za mwili. Upande hu hapa, Dani amerara, lakini yule jamaa mwenye roho mbaya kutoka katika kikosi kile cha Monroe Republic amevamia tena hapa kuja kumwangalia Dani na kumchukua na kumweka chini ya ulinzi. Haya, mwisho wa siku Grace alitoa alichokuwa nacho. Lakini mara ghafla kuna mtu anaona ile cheni kama ambayo Grace anayo, na Grace ile cheni aliiweka katika kompyuta. Na kumbe Grace yeye kompyuta yake bado inawaka, na kuna mambo alikuwa na chati na mtu ambaye hajulikani. Tunatoka hapa, kuna dada mwingine huyu hapa ambaye anaitwa Nora, lakini mpango mzima inabidi apatikane Nora, ili mradi kila kitu kikae sawa, na hapa chai anaongea na babake Marv jinsi gani wanaweza kumpata Nora. Ikabidi wafike sehemu hapa, wakavamiwa kidogo na wakapambana tena, na huyu hapa anapatikana jamaa moja itwa Adamu. Adamu yeye anajua wapi wapinora amewekwa, na Nora amekamatwa na kundi moja ambalo linaitwa la awala awalani la wa Asia amekamatwa, huko, yuko katika mipaka mikubwa. Basi ilibidi wa pembinu ya kumpata Nora, na hapa walilala na kuamka, lakini akina ma pamo mage pamoja na Rora na Naniu na Aaron wanaamka asubuhi, hawajakuta kitu chochote, bali wameachiwa ile flashi. Wakaambiwa nyinyi nendeni sehemu fulani, sisi tunaenda sehemu fulani, kwa maana makundi yakawagawanyika ya mawili, yani Mage kaondoka na kaondoka na Aaron pamoja na Chari kaondoka na baba yake Marlon kwenda kumkomboa Nora. Haya, kila kundi likaenda na safari yake, lakini yule mtu mbaya ambaye kazi yake ni kutafuta watoto ambao wanapinga serikali ya Marlon Republic ni huyo hapa, bado amekuja hapa, lakini amekuja huku akamwambia kijana wako aliwaponza vijana wangu, na wengi wakateketea na wakafa. Sasa naomba uniambie kijana wako yuko wapi? Ah, baba akajifanya, bwana umeona hii ndinga, basi akamshuti jamaa mmoja, lakini ikawa ndo mwisho wake wa maisha yake. Maana original kumwacha salama upande wapa dani, ameletwa moja kwa moja kwa huyu baba yake mwingine, lakini sasa hivi yeye ndio ambaye anaongoza hata mwanzima ambaye yeye ndio ameanzisha Noran Republic, yaani hataki mchezo. Haya, watu wakiwa na huruma kubwa na wengine wakitaka madaraka makubwa. Lakini yule mama yake na Chari mke wa Beni ambaye alisadikika amekufa kumbe hajafa. Na Beni alijua mpaka anafariki kama mkewe amekufa kumbe mkewe bado yuhai na anatumika na mtu mbaya kabisa, sasa hivi ambaye anataka kuchukua kila kitu. Huku Magi, huku Magi, Chari anamlalamikia anamwambia, baba pale, tutaweza kumkomboa vipi na hawa sasa hivi? Amekuwa kama amekuwa kama amekuwa mtu na hapa kuna wanajeshi wengi tutamkomboaje na, nani Naro tumadi, tutoke naye tundoke naye huko tukajua na anatusaidiaje. Naro, Naro hapa kama kuna kitu kakihisi, ikabidi atulie kidogo, licha hivyo lakini, kuna yule sharpshooter ambao ukishindwa kufanya kazi tu anakuua. Maana sasa kumwambia kazi hii inabidi tufanye usiku kwa sababu huyu shapshuta anaonekana yuko vizuri sana. Kwa hiyo ina maana tuangalie namna gani tunaweza tukamchukua ama tukamua yeye. Basi wakafanya mbinu zao, wakamgombua Naron, Naron na wakaondoka naye. Lakini Naron akamwambia, mpango mzima ni yule shapshuta inabidi tumuue kwanza, na tujue tunawakomboaje hawa watu, kwa sababu hawa watu wanatumikishwa vibaya. Naron anamwambia Marv na Marv hakutaka kumbishia, kwa sababu dada ni mwanamke wa shoka na anajua kupambana vizuri kwa sababu alikuwa ni mwanajeshi, ni vile vile kama walivyokuwa wao. Akachukua gunpowder ile akaijaza vizuri, akatengeneza risasi mchwala katika mkono na ikabidi waite katika mkono wa Charin kwa sababu Charin ni dada binti bado mdogo sana, na mtu hawezi kumfikiria jambo lolote baya. Akamwambia, wewe sasa ndio utaenda kututolea roho huyu kiongozi ambaye anauaua watu wovyo kutumia bunduki yake wa ku, kwa uwezo wake wa kulenga . Haya, Charin amegua amegua amegua amegua amegua nini? Amegua kazi nzito, akaenda kumuua wa sniper. Na kweli alijifanya kama amepotea njia na sniper baada ya kujirei akamuua na kabla hajavamiwa Charin kuendelea kuangamizwa kina Naron, wakapambana na ile kundi lote na wakafanikiwa kulimaliza, na hapa wakabahatika kukomboa baadhi ya watu ili mado wasaidiane. Lakini siku moja Grace akiwa iko ndani alivamiwa na mtu mwenye cheni kama ambayo yeye anayo na kama ile beni ambayo aliwachia familia, lakini amekuwa ameshika kirungu chenye shoti na kuja kummaliza Grace na kuondoka naye. Hatujajua Grace mpaka sasa hivi kwa wapi, lakini kina kinama bado wanaendelea kumtafuta beni ba, bado wanaendelea kumtafuta Chari pamoja na huyo mdada Grace kwao. Sasa hivi wana kazi ya kutafuta watu wawili, lakini lakini kwenye kupita vita yao wakakutana na mchungaji mmoja ambao Naron Naran anamjua mchungaji vizuri, akamwambia, oh my God, umerudi. Yeye nimerudi, siamini kama uko mzima, lakini watu wetu kila siku wanauawa na kufa na kundi la lla la, la, la, la, la, la, la umavik wanaitwa hawa watu ni watu wakatili sana basi maza akamwambia, kama hawa watu ni wakatili sana inabidi sasa sote sisi tuondoke hapa, kwa sababu sehemu hii inaonesha si sehemu salama. Kipindi wanashauriana kujadiliana kama waondoke au wabakie, watu wabaya wakawa nje, na mtu wenyewe ambao analiongoza ile kundi ni yule Adamu ambao alienda kumfanyia kule vurugu, ambao nara kipindi kile ambayo yuko mateka na wakataka kumuliza, lakini huyu shapshuta mwingine ambao amemkuta hapa malzi, akapanda juu ya mm, gorofa na kuanza kuwapunguza mmoja mmoja, na wanajeshi wa Lamatmovik Lamat wakaanza kukimbia kimbia, ambao wanaongozwa na yule jenerali Adam. Basi Adam, kutokana alifanyiwa mambo kama yale, kule alidhalilishwa katika sehemu yake na akatoa siri, ikabidi wamfuate, awafuate moja kwa moja, basi alijisumu. Baada kuingia ndani, maz kama jinsi nilivyokwambia ni mwanaume wa shoka sana, kutokana yeye alikuwa ni mwanajeshi, alipambana nao na kumteka Adam na kumweka chini ya ulinzi. Akamwambia Adam, sikiliza, kama hutofanya ninalokuambia nitakuchinja, nita kichwa chako. Naomba tufanye mabadilishano ma, ma, ma, wewe uchukue unachokitaka na sisi tuchukue tunachokitaka, tutakuacha huru. Basi Mav akaingia mkataba na Adam, na Adam kutokana anamjua vizuri Mav na alishamkumbuka na akamwambia basi, amna, kila hakuna kitachoharibika, kila kitu kitakaa sawa katika mpango wetu. Wakakubaliana vizuri na wakajenga, lakini japo Chari alikuwa na wasiwasi kutokana na hawa watu, maana ni vigeugeo anaturudisha nyuma kidogo kipindi, huku na yule Manroy, rafiki yake mazi, kuna jambo hakulijua lakini roho ya Manroy ilikuwa ni roho ya tamaa na roho ya kufanya matukio ma, ya ajabu, kutokana yeye alikuwa anajua kesho yake. Aliua watu bila hatia, na jamaa anakumbuka ndugu yake na jinsi alivyokuwa anaishi naye, haamini hapa. Adamu anamwadisia anamwadisia anamhadisia ma ana, ana, ana Marv, jinsi ilivyokuwa na wanaenda katika makubaliano, lakini kipindi wanapita katika daraja ambush kubwa ikatokea na milipuko ikaanza kulipuka lakini Charles pamoja na Neo wakamage wakawasaidia na wakabahatika kuondoka pale katika letukio, lakini huko anaonekana Mage pamoja na Aaron wanaingia katika nyumba kubwa, lakini wanakuta nyumba ile ishafanywa uharibifu mkubwa sana zaidi ya sana, na lile ambao walikuwa analitaka yani kumpata Grace, wakamkuta Grace naye hayupo, yani katika nyumba Grace. Grace ashaondoka, na walivyoendelea kusaka wakakuta cheni kama ile ambayo wote sasa hivi wanayo, na hapa headphone zinatoa ujumbe na iPhone ya Grace nayo ikarudi tena katika uhai lakini inaonekana watoto wawili. Usisahau kusubscribe na kulaiki kupata